John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara. Chadema imezuiwa kuendesha shughuli zake kwa muda na Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Dar es Salaam, hadi pale kesi ya msingi kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama itakaposikilizwa hapo Juni 24. Tunafahamu kwamba mko mikoani, mmepita Morogoro, Dodoma, Singida na mara ya mwisho ikiwa ni Tabora. Sasa mnaishia Tabora ama hatua zipi zinafuata? Maana yake mahakama inasema shughuli zenu zisimame kwa muda hadi pale kesi itakaposikilizwa. Tutashauriana na mawakili wetu, tutazungumza, lakini kuna mapungufu mengi sana na hizi ndio maana tumesema ni, ni vita ambazo ziko connected. Mwenye mwenyekiti wetu alikamatwa, tumezuiliwa ruzuku, e, tunafanyiwa fujo kwenye viwanja tunafanyi tunanyimwa viwanja vya mikutano haya mambo yote huwezi kuyajadili na isolation, ni mambo ambayo yako connected na hili ni mojawapo ya vyombo vya nchi hii kutumika kujaribu kufifisha demokrasia na kujaribu kushambulia chama kimoja tu ambacho ni makini cha Kitanzania, ambacho kinazungumza kuhusu maisha ya watu. Sasa sasa ni, ni kichekesho kidogo kwamba mtu anadai hakuna mgawanyo wa mali na huyu mtu amekuwa madarakani kwa miaka kumi na tano Tangu uongozi mpya uingie, haujawahi haujawahi kununua hata kijiko kwamba labda imenunua kijiko halafu ikafanya. Sasa lakini kwa nini, kwa nini maombi? Kwa sababu kama unazungumzia mali, unaombaje maombi ya kuzuia chama kufanya shughuli zake? Lakini John Heche, umesikika mapema leo ukimtuhumu Saidi Isa Mohamed, aliyefungua kesi na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema huko visiwani Zanzibar, kwamba anatumiwa na Chama cha Mapinduzi CCM kukivuruga chama. Kwa vithibitisho vipi? Tutaeleza vizuri sana kwamba anatumiwa, tutaeleza na, na na tuna, tuna ushe nasema mm. Tutaeleza kwa sababu eh, mambo haya tunayajua na tunajua ni nini kilichofanyika. Tuzungumzie mkutano wenu mkoani Tabora, ambapo zipo video mbalimbali mbali na picha zinasambaa mitandaoni zikuonesha vijana wakileta vurumai katika mkutano wenu. Na wewe ulikuwepo katika huo mkutano, ni kipi hasa ambacho kilitokea? Sa, baada ya kuona kwamba chama hakisimami kwenye operation ambayo ni no reforms no election, ndio hiyo, wameandaa watu wamekuja kwenye mikutano kuleta vurugu, lakini bahati nzuri sana We, watu wetu wa Tanzania wanakuwa wengi kwenye mikutano hmm. Kwa hiyo unapoleta kikundi ambacho sio organic, unajua kama wananchi hawakuungi mkono hmm. Mkutano huu unaweza kusimama, lakini kama ni ka kikundi kadogo ka watu katadhibitiwa tu na wananchi. Hiyo ilianza jana e, tukiwa Singida hmm. Na leo limejaribu kufanywa kwa ukubwa zaidi na aliyekuja pale ni bahati mbaya sana hata nimemsikia kati mwenezi wa CCM anasema oh, wanajitenga na CCM aliyekuja pale. Na huyo kijana anayeonekana kwenye picha mm. ni ni mwenyekiti wa kitongoji cha e, Mbutu mkoa ni Tabora na ni Gunga mm. kwa hiyo ni mwenyekiti wa kitongoji anayetokana na chama cha mapinduzi, ndio wamefanya fujo pale na picha zao zote zipo. Kwa hiyo hii ni watu ambao wameshindwa kujibu hoja zetu za tunazosimamia za no reforms no election. Sasa wanajaribu kufanya fujo kwenye mikutano yetu, lakini kwenye, kwenye, kwenye mkutano wa Tanzania mm. wamedhibiti hali hiyo mm. na, yes, unatusema kwenye, kwenye mkutano huo leo vyombo vya usalama wakati vurumai hilo linatokea vilikuwa wapi? Havikuwepo katika mkutano, hakukuwa mm -hmm. na askari hata mmoja, na tumeenda polisi baadaye baada ya kuwa tukio hilo limetokea, nimeenda kumhoji OCD kwa nini hakuleta askari. Na mikutano mingine yote askari wanakuwepo. Unapotoa taarifa polisi kwamba una mkutano au una tukio sehemu fulani, unawapa taarifa, wao wanasema kibali mm -hmm. polisi hawana mamlaka mm -hmm. ya kutoa kibali. Unawapa taarifa ili wa kuprovide ulinzi. Kwa hiyo leo tulipokuwa pale hawakuleta. Kwa hiyo hii inaonesha ni tukio ambalo liko coordinated, polisi walikuwa wanajua kinachoendelea na ndio maana hawakuwa kwenye lile tukio kwa sababu kuna impunity ya hali ya juu sana kwenye nchi hii ambayo vyombo vingi sana vya, vya, vya nchi hii vinatumiwa kwa manufaa ya CCM. Kwa, kwa, kwa, kwa madai hayo unayosema, John Heche, umepita katika mikoa mbalimbali. Je, suala la usalama lipo kwa kiwango gani? Na zipo dalili za uvunjifu wa amani kwenye mikutano yenu, kwa kwa, kwa mustakabali huo? Unajua, mwanzo eh, ilikuwa hivi hmm. Tulipoanza ziara mara ya kwanza kwenye mikoa ya, nya, ya, ya Nyasa na ndio maana nimesema haya matukio huwezi kuyatenganisha. Tulipoanza e, mikutano Nyasa hawakutegemea kama itaungwa mkono kiasi hicho na wananchi mm. Kwa hiyo tulifanya mikutano vizuri sana mpaka tuka, tunapomaliza Nyasa, tulipofika mikoa ya, ya ya kusini kwa maana ya Lindi, Mtwara na na Ruvuma hmm. Ndipo wakamkamata mwenyekiti hapo, zilianza vurumai mara za kunyimwa viwanja e, u, polisi wanakuambia hamna kiwanja. Kazi ya polisi sio ku provide viwanja na hawahusiki hmm. Wakurugenzi wanakuambia hamna viwanja, tunatolewa nje ya mji kabisa. Kwa hiyo walipomkamata mwenyekiti wetu, walitegemea sisi tutaenda kukaa ndani, tutaenda kulia, lakini tukakataa, tukaenda kanda, mikoa ya, ya, ya kanda ya ziwa kwa maana ya lake zone. Kwa, kwa, kwa, sisi Chadema tunaita kanda ya kanda ya Serengeti na kanda ya ya ya Victoria mm. Kanda ya Victoria tukaenda mikoa mitatu yote, Kagera, Mwanza na Geita, tukaona mapokeo makubwa sana. Tulipofika Mwanza mm, tukanyimwa viwanja furahisha, tulikatazwa kufanya mkutano furahishwa, tukapelekwa Igoma kilometa ishirini na tano nje ya mji na tukafanya mkutano mkubwa sana pale. Sasa tulipotoka kule tukaenda kanda ya kaskazini, nayo ikawa na, na mwitikio mkubwa. Tulipofika kanda ya kati juzi Morogoro e, tumemaliza Morogoro vizuri sana, mkutano mkubwa sana Dodoma ambao umevunja rekodi ya chama chetu kwa pale Dodoma mm. tulipofika Singida ndio wamepata hiyo afterthought kwamba wanaweza kuanzisha vurugu pia. Kwa hiyo ni watu wanapata mbinu kwa kadri wanavyoona, mashambulizi yanakuwa makali zaidi mm. watu wanatuunga mkono zaidi ndivyo anabuni mbinu sasa hizi za kihuni na huliganism. mm -hmm. Eh, John Heche imetoka kauli jana na ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiviagiza vyombo vya usalama nchini humo kudhibiti aina yoyote ya viashiria vya uvunjifu wa amani na kwamba wasisubiri mm -hmm. mpaka amani itoweke mm -hmm na kumekuwa na vuguvugu mm. vugu nchini Tanzania la watu kutekwa mara kwa mara na vyombo vya usalama mara zote mm. vimekuwa vikithibitisha kwa umma kwamba usalama upo na umeimarishwa kwa kauli hiyo mm. ya rais na, na, na haya majibu ya polisi ambayo na vyombo vya usalama ambao wamekuwa wakiyatoa wewe tamko lako ni lipi mm. ni kauli ambazo eh, anazitoa akimaanisha kwamba eh, waonewe watu wanaompinga yeye kwake uvunjifu wa amani ni kumpinga yeye kwake yeye uvunjifu wa amani ni kupinga chama chake. Kwa sababu kama anazungumza kuhusu uvunjifu wa amani angekamata watu wanaoteka watu eh. Tunazungumza leo Ben Sanane hayupo, miaka minne iliyopita. Tunazungumza wakina waandishi wa habari wenzenu wakina Azori Gwanda, tunazungumza matukio ya recently ambayo mkurugenzi wetu au afisa wetu wa makao makuu Ali Kibao alishushwa kwenye basi mchana kweupe, wakiwepo watu wanaona kesho yake akakutwa ameuawa, ame ametobolewa macho, amemwagiwa tindikali, na rais mwenyewe akaagiza kwamba eh, anaagiza vyombo vya dola vichunguze kwa haraka na vitoe taarifa. Mpaka leo tunazungumza, ni miezi mingi tu imepita, hatujaambiwa nani walihusika kumfanya vile Ali Kibao. Tunazungumza leo, mikutano yetu inashambuliwa, hakuna anayekamatwa. Sasa, sasa uvunjifu wa amani ni upi? uvunjifu wa amani ndio huu, watu kutekwa. Tunazungumza wakina Mdude Nyagali amechukuliwa hivi karibuni, wakina Kipanya e, ambao walikuwa viongozi wa chama chetu. Kwa hiyo uvunjifu wa amani, wanaovunja amani ni wale wanaojaribu kufanya impunity, wanaojaribu kuiba uchaguzi. Hao ndio wanavunja amani, lakini sio watu wanaotaka tume huru ya uchaguzi ndio waambiwa wanavunja amani na uhum. Ndio maana tunapinga, tunataka tubadilishe nchi hii, tuondoe huu mfumo wa impunity katika nchi ambayo vyombo vya dola vina vina vina koraidi na watu kuvunja sheria kuharibu nchi. Wanachama wetu wasiogope, wawe imara, tutashinda vita zote hizi. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, na kushukuru sana kwa kuzungumza na DW Kiswahili, asante.